Kiswahili sasa, hapo ndo changamoto hapo. Kiswahili Mungu akaweka enjoyment. Unaona kuna mtu ameshtuka, sema Mungu akaweka utamu uone. <laughs> Mungu akaweka utamu kwenye hilo tendo. Nisikilize, hatuendi kufanya tendo kwa ajili ya utamu, tunakwenda kufanya tendo kwa ajili ya kusudi la Mungu. Lipi? kujaza dunia ila wakati tunashirikiana na Mungu tujaze dunia. Mungu akaweka kwenye chumvi, akaweka chumvi kwenye yai la kuchemsha <laughs> yai la kuchemsha ulipasua hivi ulikate pata, alafu uwe nakale kukungutia chumvi, mnakajua kale uweke <laughs> achana nalo. Nikuulize swali wewe unanisikiliza sasa hivi. Hivi sasa hivi ukienda kulala na mwanaume asiyekuoa unaenda kutafuta nini? Enjoyment but not purpose. Na ndio maana leo kijana mmoja wa kiume anawasichana saba, alafu angalia tulivyokuwa wapumbavu. Nitaisema mbeleni, binadamu kweli. Alisema hapa pastor, akili zetu zimeharibikiwa, mwanaume mmoja anadeti na wanawake saba kwa wakati mmoja, alafu anajiona shujaa lakini kiurahisi tu we ni chizi unayetembea. Kwa sababu siendi kulala na mwanamke kwa sababu nahitaji enjoyment? Hapana, siendeshwi na enjoyment, naendeshwa na kusudi la Mungu. Kusudi linasemaje? Tuijaze. Ili niingie kuijaza, napaswa nifanye nini? Nisajiliwe, nachukua fomu, nasimama mbele za watu, mimi Peter John Chibago na kutoa wewe Shoma Emmanuel Burugu uwe mke wangu halali wa, wa ndoa. Naanza kujieleza katika shida na katika laa, katika dhiki. Tukishatoka hapo sasa, na kanisa zima siku ile tunajua tu kwamba leo leo hivi <laughs> <laughs> unajua, tukiwa tunafungisha ndoa utakuta mchungaji anasema haya, anayemtoa huyu binti aje. Wewe unafikiri mzazi wako anakuja kutoa hajui? Anakuja pale anajua kabisa leo mm, leo na atasimama hapa mbele, mimi Abdallah Ramadhani Shahibu namtoa binti yangu Hanita Shahibu kwa kijana huyu. Na baba anajua kabisa leo ni leo. <laughs> Kwa sababu kuna kusudi, huwa likiwa kusudi la Mungu kile kitu hakiwi kibaya na wala hakileti shida. Lakini shida yanakuja hapa pindi unapofanya nje na kusudi. Sasa leo vijana wengi especially ninyi mliokuwa chuoni, mnisamee wadogo zangu. Na ndio maana hata hapa vioni ukienda, unakutana na matangazo pale. Mnayaonaga sudi na nini? E, nimeenda hapa choo. Cha kwanza nimeenda hiki na hiki. Lazima ukutane na mkebe pale unakondoa. Zinaitwaje? Kondoa zinaitwaje siyo? Kwa sababu watu tumetoka kwenye lengo la Mungu. Sasa hivi watu tunafanya sex kwa ajili ya enjoyment, sio purpose. Lakini kijana aliyejifungamanisha na Mungu, kijana wa kiume aliyejifungamanisha na Mungu, haendeshwi na enjoyment. Hana pressure na enjoyment anaendeshwa na kusudi. Hivi Mungu anakusudi gani kwenye tendo la ndoa? Mungu kusudi lake ni ipi? Ni kulipopulate health. Okay. Na napaswa niingieje nilifanye, napaswa moja mbili tatu, ndipo anachukua hatua, anaingia kwenye ndoa. Lakini kijana yoyote wa kike au wa kiume unayelala na mwanaume mwingine au mwanamke yoyote yule kabla ya ndoa, trust me, una matatizo wewe. Alafu kwenye makambi mnawashtaki wenzenu, Pastor, tusaidie, hawa wanaume wa kisabato wanatuchezea hivi hivi wanawachezea, au mnachezeana? <laughs> alikuja na bunduki kwamba kaka utatoa utoi? hakuja na, bu <laughs> na bunduki. Kwa hiyo mimi nikuombe unayenisikiliza leo, ebu anza, kuji, anza, anza kutengeneza heshima yako, ni, ngoja nikupe tu mfano kwa binti. Niliona hii clip kwenye kwenye kwenye clip moja, mkufunzi mmoja wa ndoa alikuwa ameweka <clears throat> aliweka meza akaweka vibakuli vitatu moja, mbili, tatu akaita wanaume waku... viwili akaita wanaume, mmoja wa kwanza akamwambia, nawa kwenye kibakuli hiki. Akanawa kibakuli kimoja, halafu hivi vilivyobaki, akaita wanaume nane wote wakanawa kwenye kila. Halafu akawauliza nao wafundisha, kati ya hii bakuli hapa hipi kidogo ina unafuu, unaweza ukayanywa maji yake, ungekuwa ungekunywa hipi? atilisi aliyonawa mtu huyu, kama ana minyoo naondoka na minyoo pekee. Mwanamke ni sawa na ako kabilika. Wewe bado hujaolewa, ushalala na watu. Ukipewa uandike wewe mwenyewe, wengine ukumbuki tena <laughs> yani unaanza uh, nikiwa form two Abdalla Abdalla, yani una <laughs> unaandika watu kumi na mbili alafu unasema bwana pastor tuishie kwanza hapa, nikikumbuka <laughs> Sasa angalia unavyo umkomoi mtu yoyote, unajikomoa wewe. Unapolala na watu wengi anayeathirika ni wewe sio uliolala nao. Na heshima yako inapotea. Kuna watu hapa mna mionekano mizuri lakini ukipanda hapa mbele watu ndo wanaelekezana. Wewe uko hapa mbele unahudumu, watu wanaelekezana kuhusu wewe. Hivi unajua sisi wanaume nikilala na mwanamke najisikia sifa kumwambia mwanaume mwenzangu kwamba wewe <laughs> yeye yule unamfahamu wewe nimempiga. Wanaume tuko hivyo. Na wakati namhadisia huyo mwanangu yule, nimepiga huyo jamaa, anambia yupi huyo? Ngambia ah, ngoja wakisimama kuimba. Wenye mko hapa mbele, kidume kule amekaa. Na yule mzee anambia, mkono wa kushoto hesabu <laughs> wa kwanza, wa pili, wa tatu, kidume kinaenda papa ah, umepiga pale. Nambia, yeah. Amepigwa. Angalia wanaume tulivyokuwa wajinga. Sisi tuna upekee wetu. Huyu nimemwadisia nimekubamiza, naye akikuangalia unavyovutia, naye anapanga kukubamiza na huyu, akikubamiza akija kwangu akinieleza, hatukasirikiani kwamba mwanangu, <laughs> wewe umepiga na mimi sasa. Angalia wanaume wanajisifia wakati wewe umepoteza heshima yako. Mimi ni waombe, hebu kuanzia sasa hivi anza kutengeneza heshima yako, na haitengenezwi na yoyote yule, inatengenezwa kwa kujifungamanisha na nani? Dada, mshike Mungu, jifungamanishe na Mungu atakuepusha na mengi, na utaanza kujiandaa kuwa mtu unayefaa kwa jamii. Lakini kwa dunia hii tuliyo nayo, Mungu anatuona. Mbona mnaniangalia hivyo? Mnaweza mkaenda, jamani unajua hapa wanaume wanani maindi sana unaharibu unaharibu pasta. unatuharibia muda umeniishia mi nimalizie kwa kusema hivi <coughs> chagua kuanza kuyajari maisha yako kuliko watu wengine wanawake ninyi ndio mnaathirika sana kwenye madhara ya tendo la ndoa kuliko wanaume wanaume maumbile yake ni external ninyi maumbile yenu ni internal mwanaume hana mlango ila wewe una mlango na kufunguo. Hazifanani, kuna mafunguo ya vitasa vile vikubwa na kuna funguo za vitasa. Anayejua aina ya funguo inapaswa ikafungue kufuli gani ni aliyezitengeneza. Ndio maana Mungu akamwambia Adamu, si vema uwe. Mungu anamwambia kwa funguo hii, <laughs> nilivyoitengeneza funguo hii, si vizuri iwe peke yake. Mungu anamwambia Adamu, sasa subiria kwanza, akaenda kutengeneza kufuli li linaloendana na nini. Sasa we ulivyokuwa wa ajabu, leo mafunguo duniani yako alafu we unajifana Mungu ni jaribu hili linafungua ili sio ili linafungua ili sio baadaye, baada ya kuwa na mlango unakuwa na geti. Yaani, yani mnacheka kama mazuri <laughs> Jamani Mungu awabariki sana. Asanteni. Tuinamishe vichwa tuombe. Don't, don't don't, forget to subscribe, like, share and comment.